Wakazi wa kata ya Mavanga wilayani Ludewa mkoani Njombe wamempongeza mkuu wa wilaya hiyo Andrea Sere kwa kuvunja mabaraza ya ardhi ya vijiji na kata wilayani humo ambayo muda wake ulikuwa umemalizika na kuwa yalikuwa hayatendi haki kwa wananchi. Wakazi hao wametoa pongezi hizo wakati wa mkutano wa kijiji cha Mbugani kata ya Mavanga uliohudhuriwa na mkuu huyo wa wilaya. Taarifa kamili anayo Christopher Filemon. Baraza hayo kutotenda haki na kukithiri kwa rushwa, pia kuwa chanzo cha migogoro ya ardhi. Wananchi wamepongeza hatua wa hiyo ya kuvunjwa. Leo mkuu wa wilaya amefika kwenye kijiji chetu, amevunja mabaraza ya kata kwa sababu hayatende haki kwa watu, na baraza inaonekana yalikuwa anatoa uamuzi tofauti, rushwa alikuwa ametawala kwenye baraza la kata <totipo> ili nimelipokea ni sahihi kwa kuvunjwa kwa baraza la kata, kwa sababu katika baraza la kata haki za za watu zilikuwa zitendeki, kwa sasa sisi wanyonge tunanyanyasika. Yani, tukilalamika mitaani vitongoji, unaona wanazungusha au wanalalamika kwenye jamii, wana ana kaidi ana dalali. Mkuu wa wilaya ya Ludewa Andrea Tisele amesema kuwa migogoro mingi ya ardhi inasababishwa na mabaraza na kuwataka wananchi washirikishwe kwenye kuunda upya mabaraza ya ardhi ya kata na vijiji. Mabaraza yote ya wilaya ya Ludewa yaliyopitwa na wakati ambayo yanafanya kazi lakini muda wao umeisha ni ime, imekuwa ni chanzo cha rushwa. Wananchi wengi wamekosa haki kwa sababu wanapokea rushwa. Sasa mabaraza yote ya kata yaliyopitwa na wakati yavunjwe, tuunde upya na wananchi, wananchi ndio wachague we, <clears throat> watu ambao ni waaminifu katika ku, kutengeneza mabaraza haya. Serikali itatoa semina elekezi wajumbe wapya watakaochaguliwa kuongoza mabaraza hayo, ili baadaye serikali iwape semina kuhusiana na kazi zao, wafanye kazi yao kwa uadilifu, haki, ili hizi kesi za ardhi ziweze kupungua. Kesi za ardhi ziko nyingi sana, ndogo ndogo tu, lakini wanashindwa kwa sababu pengine hawana elimu ya kutosha, lakini pia pengine wanakula sana rushwa. Christopher Philimon, TBC, Ludewa.